Okay, ni wakati sahihi na muda mzuri ambao wanachesi tunakutana kuweza kujadili yale ambayo yameweza kujitokeza kwenye michezo yetu mbalimbali mbali. Leo kulikuwa na mchezo ambao ulikuwa unatuhusisha sisi Stamford Bridge tukiwa nyumbani dhidi ya West Ham United. Hii ilikuwa ni London Derby. Uh, na mchezo huu umeweza kumalizika kwa ushindi wa mabao matatu kwa mawili bonge moja la uh, comeback ikiweza kufanyika West Ham United wakipata mabao yao mawili kipindi cha kwanza dakika ya saba na dakika thelathini na sita lakini uh, kipindi cha pili dakika ya hamsini na saba Joao Pedro dakika ya sabini mco kurea dakika tisini uh, na mbili Enzo Fernandez akaweza kukamilisha eh, ushindi wa mabao matatu kwa mawili. What a moment uh, kutoka kwa vijana hasa yeah, Stamford Bridge ambayo ilijaa mashabiki wengi sana kutoka pale uh, kama kawaida kikosi chetu leo kilianza na e, robo Roberto Sanchez, lakini kulia ni Malo Gusto, kushoto ni Jorrel Hato, lakini katikati e, Trevoh Chalobah pamoja naye Badiashile waliweza kuanza pia kwenye kikosi hiki e, Enzo Fernandez na Moi Caicedo katikati ya kiwanja, juu Jamie Gittens, e, Alejandro Al Garnacho, e, pamoja na Cole Palmer kwenye ushambuliaji. Alianza Liam e, Delap ambaye alikuwa kama mshambuliaji kinara kwenye mchezo huu. Sasa tukapoteza mabao mawili kipindi cha kwanza, lakini cha pili E, tukaweza kurejea mchezoni na tumeweza kupata ushi, tumeweza kupata ushindi wa mao matatu uh, kwa mawili hafizi. Uh, mnacho, hebu niambie kwanza uh, kwanza ushindi unajisikiaje una, una, una baada ya kupata ushindi siku ya leo hasa ushindi wa aina hii. Ta, nafikiri kwa mimi nilikuwa surprised baada ya kutanguliwa magoli mawili ila ni moja ya michezo ambayo mi nilikuwa naihesabu kama E, ni must win kwetu kutokana na fomu ambayo tunayo, japo West Ham walikuwa na fomu nzuri kwenye mechi kadhaa hapo nyuma, lakini kwa mimi nafikiri ni ushindi muhimu sana tukielekea kwenye hizi mbio za tofu ambayo ni malengo yetu ya msimu huu. Kwa hiyo nafikiri ni jambo bora sana kuliachive kwa siku ya leo okay, Uh, tuanze moja kwa moja kwa kile ambacho tumeweza kukishuhudia hasa kwa dakika tisini, lakini sitapenda sana tuanzia dakika tisini. Tuanze arobaini na tano za kwanza Uh, kikosi ambacho mwalimu alikitengeneza, nini ambacho alikuwa anakitaka sawa, kipindi cha kwanza, na nini ambacho kilisababisha tuweze kufeli na kushindwa kupata ya, matokeo au kuwa na, na, na, na, na moment zile nzuri, matukio mazuri ndani ya kiwanja, kwa sababu dakika kumi na tano za kwanza tayari tumepigiwa mashuti karibia uh, matatu uh, on target uh, na mipira mingi tulikuwa napoteza. Kitu gani ambacho mwalimu alikuwa anakitafuta kwenye kikosi hiki? Uh, nafikiri alianza labda kwa kikosi ambacho kule mbele nafikiri kuwepo nafikiri, kwa, kwa Gittens na Alejandro Garnacho nafikiri uh, watu wengi walishangazwa sana na aina ya kikosi, ikiwa Estevao Willian anakumbana na changamoto zake binafsi ambazo zinamfanya arejee Brazil kwa, kwa, kwa mchezo wa leo. Kwa hiyo leo eh, haikuwa tuanze na namna tulibidi, na Alejandro Garnacho aidha Pedro Neto ambaye alikuwa available pia nafikiri ndo machaguo ambao alikuwa nayo na, kwa hiyo kwenye upande wa wings nafikiri ni kitu ambacho eh, ndo kilikuwa kinampa uzito mwalimu kwenye mchezo wa leo ila, kwa mechi ujumla kama ujumla, nafikiri kwa kikosi ambacho alikianzisha, ilikuwa ni kudominate game na kutengeneza nafasi nyingi, kwa sababu uwepo wa Enzo Fernandez pamoja na Cole Palmer kwa na kwa wakati mmoja nafikiri ni, ni, ni mtu anakuwa anahitaji kutengeneza nafasi nyingi ndani ya kiwanja kwa sababu unakuwa na mwa creative players wawili alafu juu yao anasimama Liam Delap kama e, striker kinara, kwa hiyo, mwalimu alikuwa anajaribu ku control tempo ya game. Nafikiri position based tulikuwa tuli vizuri kwenye kipindi cha kwanza, ila ule umakini tu na zile transitions ndo tulikuwa tunajisahau na naikapelekea kupigwa mabao mawili yale kwa, kwa kipindi cha kwanza. Kwa hiyo, nafikiri approach ya mwalimu haikuwa mbaya sana, ila ndo mwendelezo wetu ni kama ule dhidi ya Napoli. Kuna namna tunasinzia kwenye baadhi ya matukio, kuna namna wachezaji wanashindwa kufika kwenye maeneo kwa, kwa wakati kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuwa bado ni ugonjwa wetu endelevu. Kwa hiyo nafikiri kocha atakuwa ameondoka na, na, na, na, na, na, na notes ambazo ameondoka nazo kwenye mchezo wa leo. Moja ya vitu hivyo, mchezo wa Napoli wachezaji walionekana kusinzia kimuundo, na hata leo tumeona the way ambavyo mambo yanakuwa yanaenda, kwa hiyo hii ndo lilikuwa tatizo kubwa, tatizo kubwa sana kwenye mchezo wetu wa leo. Ila kwa approach ya mwalimu kudominate game pamoja na kutengeneza mashambulizi kama ilivyo ya kawaida, nafikiri alikuwa na approach ambayo haikuwa mbaya sana. Okni okay. Ni kitu gani ambacho mwalimu alikistukia, mtego ambao t waliuweka na akaweza kubadili baadhi ya wachezaji ambao wamekuja kubadilisha matokeo kwa ujumla? Sehemu gani ambapo mwalimu aligundua kusema kuna mapungufu na akaweza kuifanyia kazi na kipindi cha pili tukaweza kurejea mchezoni? Nafikiri kitu ambacho mimi nimekii cha tofauti kutoka kwa, kwa zomaresa kuelekea kwa mwalimu huyu Liam Brozina. na nafikiri ni good management ya game pindi ambapo mechi inakuwa inaendelea. Angalia the way ambavyo kochi anakuwa mzuri kumanage silaha zake ambazo anazo kwenye benchi na zilizomo ndani ya kiwanja, namna gani azitumie na hawaswitch vipi. Mwangalie Pedro Neto kwenye kipindi cha pili, alikuwa kuna muda unamkuta yupo kulia, kuna muda yupo kushoto, unakukosa ni namna gani ya kumdhibiti kwa sababu ni mmoja wa wachezaji ambao wengi tumekariri, ni wachezaji fulani ambao wanakuwa wanategemea kama spidi ndio silaha yao kubwa, ila mwalimu, nafikiri kuna maagizo aliyatoa, kuwaingiza kina Joao Pedro mle ndani, wote waende ku... na impact, nafikiri ilionekana. Joao Pedro aliingia na akapachika bao na kuasisti kwenye kwenye bao, nafikiri bao la ushindi aliasisti yeye, kwa hiyo ni kitu cha ziada ambacho nakiona. Baadaye Reece James aliingia, nafikiri hii ilikuwa ni kutafuta ule usahihi wa pasi za mwisho ambazo zinahitajika kwa sababu kila mtu ana, hana doubt na the way ambavyo Reece James anakuwa anafanya passing game yake. Crossing ni mzuri sana na hata kwenye kuwatengenezea wenzake nafasi kwenye kutrack back, pindi ambavyo timu inakuwa kwenye turnovers, nafikiri Reece James amekuwa hodari sana kwenye matukio kama haya. Kwa hiyo mwalimu alikuwa anajua kabisa tupo nyuma kwa mabao mawili kwa moja ila haiwezi kutuzuia sisi kutumia silaha zetu ipasavyo kama ambavyo mchezo unauhitaji. Kwa hiyo unaona kabisa ni namna gani ambavyo alifanya substitution na zikazaa matunda, kwa sababu toka kipindi cha kwanza kwa wachezaji kama Alejandro Ganacho walionekana ni mzigo ndani ya kiwanja, kwa sababu output zao hazikuwa vile ambavyo eh, wengi wametarajia, ila kuna wachezaji kama Cole Palmer pamoja na kuna namna fulani Palmer unamuona anarudi kwenye ule uchangamfu ambao alikuwa nao baada ya kukumbwa eh, na kadha za majeraha hapa siku mbili tatu nyuma. Kwa hiyo Fernandez ameendelea pale alipo, Joao Pedro ameendelea pale alipo, amekuwa eh, kila ambapo mwalimu anakuwa anahitaji msaada, amekuwa anasimama hapa na kuhesabiwa kwenye, kwenye matukio ya namna hiyo. Kwa hiyo nafikiri ni just tactical analysis pindi ambapo mchezo unaendelea kwenda nando mpira um, wa kisasa na makocha wa kisasa wanahitaji kuwa hivi, kwa sababu hujui ni namna gani ambavyo mpinzani wako atabadilika kutokana na moments ambazo zinatokea ndani ya kiwanja. Kwa hiyo big up kwa kocha, nafikiri hii mechi ameicheza yeye mwenyewe kuanzia kwenye touchline. Kwa sababu aina ya watu ambao wamewainua walikuja kuleta impact kubwa sana kwenye mchezo na eh, kupelekea comeback hii kufanyika. Unafikiri kutokuwa na kiwango kizuri hasa eneo la juu uh, Alejandro Garnacho uh, Liam Delap uh, pamoja uh, um, naye Jamie Gittens, inawezekana ikawa sababu mojawapo ambayo iliyofanya West Ham waanze kutusogelea uh, kwenye lango letu ki uh, kwa, kwa kwa muda mwingi wa mchezo, hasa kipindi cha kwanza. Hiyo uh, nafikiri kwa kwa nafasi kubwa wamechangia yale matokeo ambayo yamepatikana kwenye kipindi cha kwanza kwa sababu ukimfatilia e, Jamie Bynoe-Gittens anakuwa mara nyingi ni mzito sana kwenye kutrack back, kumsaidia fullback wake kwa, kwa leo alioparetu upande wa kulia ambao e, alikuwa na, na Malo Gusto nafkiri mara nyingi alikuwa anachelewa sana kwenye kurudi. Pia Alejandro Garnacho kuna games atakupa kitu, kuna games atakukwaza kama alivyofanya hivyo leo. Nafikiri kila mtu ameona kuna namna anakuwa mzito kuondoka kufanya maamuzi ya haraka. Nafikiri ni vitu ambavyo eh, vimekuwa vikiturudisha numa, nyuma kwa nafasi fulani Liam Delap, nafikiri confidence sijui ameipeleka wapi jamani, kwa sababu, eh, Delap ambaye alikuwa Ipswich na wa Chelsea ni watu wawili tofauti. Nafikiri labda huenda ni, ni, ni, ni presha ya timu kubwa kwa sababu ukilinganisha presha ambayo uhuru ambao alikuwa anaupata Ipswich pamoja na Chelsea ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo uh, anahitaji muda zaidi au anahitaji watu kumweka karibu zaidi <coughs> ili aweze kupata eh, ule mwendelezo mzuri wa kile ambacho anacho na aweze kutuliza akili afanye mambo ambayo eh, mashabiki watakuwa wanayatarajia. Kwa hiyo nafikiri baada ya substitution za wachezaji wawili kwa maana ya Gittens pamoja na Alejandro Garnacho, nafikiri tumeona ni namna gani ambavyo timu ilikuja kuchangamka. Ingizo la Joao Pedro nafikiri halikuwa na doubt. Anaongeza namba superiority kwenye boksi la mpinzani na hata eh, ule ufanisi wa matukio baadhi, nafikiri kila mtu atakuwa ameona. Kwa hiyo narudi pale pale kwenye kwamba coach leo amejitahidi kusoma mchezo na kujua mchezo unahitaji nini na eh, kupelekea kupata haya matokeo ambayo eh, yamepatikana kwa siku ya leo. Um, nikikupa nafasi ya kumshauri mwalimu, hii partnership ya uh, walinzi wa kati Badiashile, uh, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana eh, ambao wanapatikana kwa wakati huu unaweza ukamshauri nini mwalimu, ambacho akifanye kwa sababu tumeona mara kadhaa kukifanyika uh, rotation kwenye maeneo haya, kunakuwa na utofauti mkubwa sana wa uh, matokeo, na kuna baadhi ya wachezaji wakikaa pamoja, unaona kabisa kuna kitu wanaonyesha. Unafikiri unaweza ukamshauri nini mwalimu? Nafikiri mwalimu anachokifanya kwenye kwenye swala la rotation ni kile kile ambacho Enzo Maresca alikuwa kwenye anakifanya kwenye games fulani za E, mid teams ama timu ambazo zinakuwa zipo kwenye hali za chini. Nafikiri alikuwa na tabia ya ku, ya kujaribu jaribu, ila kwa msimu huu tume, kwa kipindi hichi ambacho Liam Rosein ameingia, nafikiri amekuwa, mabeki ambao wanapatikana kwa mara nyingi ni mabeki hao watatu kwa maana ya, ya Benoit Badiashile uh, Trevoh Chalobah pamoja na eh, na Wesley Fofana ambaye anaonekana kumlindalinda kwenye baadhi ya games japo kwenye mechi ya Napoli nafikiri alimtumia eh, kuanzia mwanzo wa mchezo mpaka mchezo unamalizika. Kwa hiyo kwa kila shabiki wa Chelsea, hii haihitaji hata ubishani wala haihitaji mambo mengi, viwango vinaonekana na mambo yanaonekana ya kwamba eh, partnership ya Trevor Chalobah pamoja na, na Wesley Fofana ni partnership ambayo ni partnership bora kwa sasa, kwa sababu tunamkosa Levi Colwill ambaye bado anatumikia majeraha yake ambayo aliyapata mwanzoni kabisa mwa msimu pale eh, mwezi wa nane nafikiri. Kwa hiyo kwa kocha, yeye kama kocha, nafikiri mechi ambazo atakuwa anahitaji ushindi wa lazima, nafikiri ni lazima atakuwa anaanza na Trevoh Chalobah pamoja na Wesley Fofana, kwa sababu, kwa sababu nafikiri ndio partnership ambayo inatupa uwiano mzuri sana kwenye kuzuia pamoja na kutengeneza mashambulizi yetu kuanzia nyuma hatujashuhudia kwa kipindi kirefu sana comeback uh, ikifanyika ya namna hii uh, wakati wa Maresca ilikuwa tukipoteza mchezo, mara nyingi huwa tunapotea mazima. Uh, lakini tumeshuhudia baadhi ya michezo ikifanyika hivi na tunaweza kurudi mchezoni. Angalia mchezo dhidi ya Pafos, angalia mchezo huu uh, dhidi ya uh, Napoli, na mchezo huu hapa ambao tumetoka kuucheza sasahivi dhidi ya West Ham. Tunafanya comeback ambazo zinaturejesha mchezoni. Kitu gani ambacho mwalimu ameweza kuongeza, kwa sababu wachezaji ni wale wale na uh, kitu gani ambacho mwalimu ameongezea wachezaji mpaka kumetokea mabadiliko ya aina hii kwa haraka zaidi uh, kiasi hiki? Uh, nafikiri kwa mechi hizi kadhaa ambazo mwalimu ame, amesimama kama mwalimu wa Chelsea. Kuna vitu kama viwili ambavyo nimevi notice nafikiri atakuwa ameviongeza kwenye klabu. Kitu cha kwanza nafikiri ni eh, kuipandisha ari ya wachezaji kwa maana ya kuambia kwamba tufanye quick passing, amna namna ya kujishauri sana, maamuzi haraka, tuishi kwenye ule muundo ambao e, timu inakuwa timu inakuwa kwenye muundo wake, kwenye, kwenye kuzuia pamoja na kutengeneza mashambulizi, kwa, kwa sababu ni kitu ambacho kitatusaidia pindi ambapo mpira inapotea tunaweza kuirudisha kwa wakati e, na kutengeneza mashambulizi na hapo hapo ambapo tunakuwa tumeupata mpira. Kwa hiyo hiki ni kitu cha kwanza ambacho mwalimu Liam Rosenior amekiweka ame kwenye timu yake. Kwa hiyo hiki kitu kinatusaidia sana kwenye kuyatafuta matokeo na hata kwenye kuleta konsistensi ya wachezaji kukaa kwenye maeneo mbalimbali ya kiwanja. Kwa hiyo nafikiri ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili eh, ni kwa mwalimu yeye binafsi amewin, ame kwenye kwenye kuifanyia kazi ripoti kwa sababu pindi ambapo unaingia kwenye klabu kama kochi mpya hususani katikati ya msimu hivi, ni lazima utaangalia, utafanya reference ya ripoti ya, ya, ya mwenziwe ilikuwa, ilikuwa ina, ina, ina vitu gani na vitu gani amefanikiwa na vitu gani aliferi, na uchukue baadhi ya key points uishi nazo. Kwa hiyo moja ya vitu vya msingi sana ni kutambua tabia za wachezaji na namna gani ya kuwatumia kwa muda gani na nini ambacho kinahitajika ndani ya kiwanja na umtumie nani. Kwa hiyo nafikiri hivi ni vitu ambavyo eh, mwalimu mpya huyu amefanikiwa kuviweka kwenye timu yake kwa sababu ukizingatia toka eh, michezo hii miwili mitatu ambayo mechi zinaonekana kuwa taf kidogo kwa upande wa Chelsea, kocha anakuwa ndio suluhisho la mwisho, anakuja kuinuka na baadhi ya wachezaji ambao eh, wanakuja ku uamua mechi iendeje. Ukiangalia kwa mfano mchezo wa leo, nafikiri e, Joao Pedro amekuja kuweka kitu kipya ndani ya, ya timu kwenye siku ya leo. Ukirejea mchezo dhidi ya Pafos eh, unamwangalia mchezaji kama Estevao Willian alikuja kubadilisha hali ya mchezo kabisa. Kwa hiyo ni vitu fulani ambavyo kocha anakuwa anavyo yeye, eh, kama eh. Kwa hiyo ni vitu viwili ambavyo kwa mimi nimefanya kunotice Eh, kwenye hii michezo miwili mitatu ambayo kochi amefanikiwa ku eh, kuoperate kama mwalimu wa Chelsea. Okay. Uh, mimi nafurahi na kwa sababu hivi ni vitu ambavyo hatukuzoea kuvitazama kwa kipindi kirefu, hasa hapo nyuma tulikuwa tunaviona, lakini mara chache hatukuwa eh, tunafanya mara kwa mara kama tulivyofanya kwa kipindi hiki. Mechi tatu mfululizo tunafanya comeback ambayo inatufanya tuko nyuma na tunaweza ku uh, swali so la mwisho kabisa ambalo natamani tulifafanua tulif kiufundi zaidi, kuna faida gani ya mwalimu kuwa na kikosi cha kwanza na kuna hasara gani mwalimu kukosa kikosi cha kwanza kwenye hilo? Kiufundi namna gani ambavyo linafanya kazi? Ah, nafikiri kwenye kukosa kikosi cha kwanza nafikiri faida na inakuwa kwa kwa wachezaji, kama wachezaji wanapata ile imani ya kwamba bado nina muda wa kuonyesha kile kitu ambacho ninacho, kwa sababu leo atacheza fulani, kesho atacheza fulani, kwa sababu inasaidia e, pia kupandisha viwango vya wachezaji kama wachezaji, e, kwa mmoja mmoja, kwa sababu mchezaji anapokosa game time zaidi, nafikiri kila mtu anaelewa ni namna gani e, anaathirika kisaikolojia na hata kwenye game yake binafsi, anakuwa kidogo ana drop kwa nafasi fulani. Kwa hiyo nafikiri kukosekana kwa kikosi cha kwanza ni E, ni pure advantage kwa wachezaji kama wachezaji, ila kupatikana kwa kikosi cha kwanza nafikiri inakuwa inampa mwalimu solution nyingi zaidi, ni vipi ambavyo leo ataamka na kuwatumia na wachezaji wake. Kwa hiyo e, ukiwa na first 11 nafikiri ni rahisi sana wewe kuamua kuswitch mbinu zako, ukiwa umejua wachezaji fulani hawa 11 eh Ndo wananipa kitu fulani. Kwa hiyo leo nikimtumia fulani hapa atanipatia hichi na kesho ntamtumia pale atanipa hiki, kwa sababu e, kwa soka la kisasa sahivi versatile player ni kitu cha muhimu sana. Kwahiyo leo atatumika Kaisedo labda nambari mbili, nafkiri Maresca amemtumia kule, kesho namba sita na ataofa kitu kutokana na approach ya mpinzani. Ila hasara yake nafikiri yakuwa na first 11 nyingine, nafikiri inampa uwepesi zaidi mpinzani kujua ni namna gani atakudhibiti kwa sababu watu wakishajua una fulani atakuwa anacheza pale na fulani atacheza pale, e, mwalimu wa, wa timu pinzani anakuwa mwepesi sana kwenye kuifanya homework yake vizuri. Kwa hiyo e, kuna faida na hasara zake, ila hasara ndo kama hivo, utakuwa unajua ufanye nini kutokana na e, aina ya wachezaji ambao utakuwa nao kwa, kwa muda huo mimi nafikiri tumemaliza na nikushukuru sana Hafiz Ibnacho, umeweza kutupa kitu bora kitu kizuri na tumeweza kushinda mchezo wetu vizuri kabisa. Uh, sometime wanasema dhahabu uh, lazima ipite kwenye moto, yaani maumivu ambayo tumeyapitia kipindi cha kwanza ya furaha yake imekuja kipindi cha pili. Baadhi ya mashabiki hawakuwa na imani, lakini nafikiri wataweza kurudisha imani na tukaweza kuwa sawa lakini Uh, la mwisho kabisa ambalo nakupa kama ofa, hebu niambie, Enzo Fernandez ametimiza michezo mia moja na hamsini ndani ya Chelsea, kitu gani ambacho anakideliva kama mchezaji kwa dakika moja? Uh, nafikiri ungerudia kidogo, naona kama mtandao na Okay, na nilikuwa nataka tuzungumzie kidogo. Huyu Enzo Fernandez ambaye ya leo hii ametimiza michezo mia moja na hamsini kwa dakika moja. Unaweza ukamuelezeaje ni mchezaji wa aina gani na e, situation ambazo zimepita hapa katikati sijui PSG nani e, mshahara hapo hapo. Ni kitu gani ambacho unakitazama kwake na na kideriva ndani ya Chelsea ambacho kiko tofauti na wachezaji wengine? Wa, ah, nafikiri ni ni moja wa wachezaji ambao kuna muda ukikaa ukifikiria unaona kabisa kuchaguliwa kwenye ile kabineti ya wachezaji viongozi wa Chelsea haikukosewa, kwa sababu eh, kuna kipindi hapa katikati zilitoka taarifa ya, ya kwamba kipindi ambacho Enzo Maresca ameondoka, ili athari isiwe kubwa kwa jopo lote la wachezaji, nafikiri walisimama akina Reece James, Enzo Fernandez akiwa ni mhamasishaji mkubwa wa utulivu ndani ya klabu. Kwa hiyo ni moja ya wachezaji viongozi ndani pamoja na nje ya kiwanja, nafikiri watakuwa wanaiofa Timu, timu hii yetu ya Chelsea kwa vitu vingi kama hivyo. Kwa hiyo akiwa ndani ya kiwanja kuna baadhi ya games, unakuta hatoi kile kitu kilicho bora, lakini anasimama bado kama kiongozi na kuonekana ni kitu gani ambacho anakideriva anaki kwa wenzake. Kwa hiyo eh, ni moja kwa sasa unaweza ukasema ni moja ya wachezaji wetu muhimu sasa ndani ya kikosi, kwa sababu unapomkosa Enzo Fernandez kuna vitu vingi sana utaki, utavikosa kuona ndani ya Chelsea. Kwa hiyo kwa, kwa nafasi yake nafikiri eh, ukitaja kina Kaicedo kina, kina Kopa, Reece James, Robert Sanchez maku kurea, huwezi kuacha kutaja jina la, la Enzo Fernandez kama moja wa ya wachezaji muhimu ndani ya kikosi cha Chelsea. Kwa hiyo nafikiri hizi circumstances ambazo zinatokea kuhusishwa na PSG sijui mambo ya kubadilisha wakala na vitu kama hivyo eh, ni vitu ambavyo lazima vitokee pindi ambapo mchezaji anakuwa na performance ya hali ya juu. Kwa hiyo ni vitu vikubwa sana kwake. Kwa hiyo, kwa nafikiri ni mchezaji mkubwa, na tuendelee kuyasubiri mengi makubwa kutoka kwake kama ataendelea kuwa na consistency pamoja e, na mwendelezo mzuri kama ilivyo kawaida. Thank you oh, thank you sana uh, bwana punditi uh, Hafiz mnacho uh, ni kushukuru sana na nikutakie siku njema na uendelee kusherekea vile ambavyo uh, utaweza kwa kipande hicho ambacho uko kwa wakati huu. Jina langu naitwa himidiwe kabuje brazil anacheza kupitia mdomo. Mimi unaweza ukaniita, uh, mukairo Modric, lakini kwa hafiz mnacho mnacho yeye, yeah, yeah. uh, ni Jamie Gittens <laughs> <laughs> na ni niseme tu, <laughs> niseme tu bye bye na e, endelea kutukufuatilia kupitia Audiomack kupitia Instagram kupitia Facebook pia lakini e, pia kupitia YouTube. Jina ni lile lile Darajani elfu moja mia tisa na tano. Ni kutakia siku njema na wakati mzuri wa haya ambayo yanaendelea. Joao Pedro, Enzo Fernandez, pamoja naye Marc Cucurella kwa hisani yao, bye bye.